Habari, karibu sana kwenye mfumo wetu bora. Unakuwezesha kununua kiwanja popote ulipo kwa urahisi na salama. Unapoingia ndani ya tovuti yetu www.amanitown.co.tz, unakutana kwanza na ukurasa wa mwanzo, yaani homepage. Hapa utaona picha zinazobadilika kwa nyuma kwa kuslaidi zikionyesha ramani ya viwanja, muundo wa mradi yani structure design, unaonesha miti iliyopandwa kwa ustadi kuzunguka eneo lote la mradi, pamoja na picha zinazoonesha viwanja vilivyopimwa. Ukishuka chini kidogo, utakutana na ramani ya viwanja vyetu, ili kukurahisishia kujua viwanja gani vipo sokoni kwa sasa. Hapo juu utaona sehemu iliyoandikwa all status, utakliki, utachagua available, kisha shuka chini, utaona viwanja vyote vilivyo tayari kwa mauzo. Unaweza ukazoom na ukachagua kiwanja unachokitaka kwa kuklik, unakuwa umechagua kiwanja unachokitaka kitakuletea taarifa za kiwanja husika na kukupa taarifa zake zote. Chini ya maelezo ya, ya kiwanja husika utaona kuna batani mbili. Batani moja imeandikwa offered service, nyingine imeandikwa terms and condition. Ukiklik hapa kwenye offered service itakuonesha hizi ni faida ambazo utazipata ukinunua kiwanja kwenye mradi wetu wa Amani Town. Unaweza kuzisoma, uta close ili kuifunga Utafungua batani ya pili imeandikwa terms, hizi hapo ndo terms and condition. Utazipitia kwa umakini, ukimaliza kuzisoma uta close. Chini ya hizi batani mbili, kuna batani nyingine imeandikwa book plot, iko na rangi ya kijani. Uta click hapa, itakuwa imekuletea taarifa uweze kutengeneza akaunti yako, utajaza hizi taarifa zako pamoja na taarifa za watu wako wa karibu wawili, ili uweze kukamilisha kutengeneza akaunti na ikuwezeshe kuweza kununua kiwanja. Fomu itafunguka, utajaza taarifa zako binafsi pamoja na za watu wawili, ili kutengeneza akaunti yako na kuweza kununua kiwanja kidugu kidugu kwa malipo nafuu kidogo kidogo kwa awamu. Karibu sana Amani Town Makurunge, Bagamoyo. Usibaki nyuma. Uwekezaji bora ni ardhi. Miliki kiwanja chako Amani Town, uishi maisha yenye hazi.